Karibu mtazamaji wa TBC katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Jen Joni. Tunaanza na ligi kuu Vodacom Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kesho na Jumapili katika viwanja mbalimbali hapa nchini. Uwanja wa taifa, wekundu wa Msimbazi Simba watawakaribisha Mtibwa Sukari kutoka Manungu kutafuta pointi tatu muhimu. Swaumu so, Mavura ana taarifa zaidi. Baada ya kushindwa kutoa kombe la mapinduzi timu ya Mtibwa Sugar ambayo ilitinga fainali na URA ya Uganda, Jumamosi wiki hii Mtibwa Sugar watakuwa wageni wa Simba uwanja wa taifa. Kocha wa timu ya Mtibwa Sugar Mike Maxime amesema licha ya kuifunga timu ya Simba katika nusu fainali ya michuano ya kombe la mapinduzi hawezi kujihakikishia ushindi kwani Simba ni timu nzuri. Mimi najiandaa ili niende kushinda. Unaona, lakini najua naenda kukutana na Simba ni timu ngumu timu ambayo wako vizuri, wamejipanga vizuri, unaona, na wanacheza vizuri. Kwa hiyo mimi naamini mechi kesho itakuwa ngumu. Kuondoka kwa kocha Keli wa Simba inaweza kumsaidia kuibuka na ushindi, Mksime akaweka bayana. Aa, kumfukuza kocha Simba ina maana tungekuwa tunaenda kesho uwanjani, tunaingia mimi na Keli pale tunacheza, ina maana kesho Keli asingekuwepo, mimi labda ningecheza na Mayanji, lakini kocha hayupo, lakini wachezaji wote Simba wapo, ambao wao ndio wafanyaji kazi sisi kazi yetu hivi kupiga domo kwenye TV na kesho, niko nje ya chaki pale, kazi yangu kusimama na kuhimiza, lakini wafanyaji kazi wote wapi wako? Uwanjani wako. Kwa upande wake mchezaji Henry Joseph ambaye aliwahi kuchezea Simba amesema amefanya maandalizi ya kutosha, lakini mpira ni dakika tisini. Hizo ni mgumu kwa sababu tulishakutana nao Zanzibar kwao na kuja kukutana nao tena kwenye ligi hapa, najua mechi itakuwa ngumu, lakini tutapambana. Itakachotokea dakika 90 ndio hicho hicho. Mtibwa Sugar wanashuka dimbani wakiwa nafasi ya nne katika msimamo wa ligi huku Simba ikiwa nafasi ya tatu wakiwa sawa kwa pointi 27 kwa 27. Saba michezo mingine katika uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam, mafande wa JKT Ruvu watawakaribisha mafande wa Mgambo Shooting. Toto Africans watakuwa wenyeji wa Tanzania Prisons uwanja wa CCM Kirumba, huku Stan United wakicheza dhidi ya Kagera Sugar uwanja wa Kambarage mjini Shinyanga. Mbeya City watakipiga na Mwadui FC uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Huko Tanga, Coastal Union watawaalika Maji Maji, mchezo utakaopigwa katika dimba la Mkwakwani, huku Azam FC wao watapima ubavu na African Sports, mchezo utakaoanza saa moja usiku. Saumu Mavura, TBC, Dar es Salaam.